Karibu ndugu msikilizaji, tafadhali, kabla sijaanza kukuletea utamu wa kila namna katika simulizi hii nzuri iliyojaa visa na mikasa, tafadhali, kama upo na watu unaoheshimiana nao, basi vaa headphone au kaa pembeni, maana oo, oh, wow, utamu wake ni balaa. Yaani weka mbali na watoto. Basi usisahau kusubscribe chaneli yetu kama kawaida ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Langu jina ni Mr A Romantiki kutoka hapa hapa Simulizi Tz, na hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya kwanza. Nilijiuliza huku mapigo ya moyo wangu yakinidunda balaa, sijakaa sawa, nikashtuka mara baada ya kutaka. Sasa tusonge mbele katika utamu huu wa sehemu hii ya pili. Wakati huo wote tulikuwa kimya kama hatujui kinachoendelea, huku tukizidi kuelea juu ya maji na kwenda sehemu ya mbali kabisa na watu. He, mara nikashangaa kaka Samu anashusha mkono wake kwa chini na kukivua kichupi changu. Ile kufumba na kufumbua, nikajikuta nimebaki uchi, tena uchi wa mnyama, nikiwa bado sielewi anachotaka kufanya kaka Samu. Mara nilipoangalia pembeni ya boya ulipo mkono wake, nikaona ameshikilia kichupi changu pamoja na bukta yake vyote kwa pamoja. Jamani, hapo sasa kwa chini tukawa watupu wote, huku mashine ya kaka Samu ikiwa imesimama barabara bara. Sikuwa na ujasiri hata wa kumuuliza kaka Samu anataka kufanya nini kwa jinsi moyo wangu ulivyokuwa ukienda mbio, hamadi, sijui alinigeuza saa ngapi wala ninigeuzaje ndani ya lile boya, miguu ikawa juu huku makalio yangu na gongo lake vikiwa chini, halafu tukawa tunaangaliana uso kwa uso. Yaani ni sawa na mtu aliyeingia ndani ya tairi, miguu akaiweka juu huku makalio yake yakiwa chini, halafu mikono ikiwa imeshika pembezoni mwa lile boya kwa chini. Sasa mashine yake kaka Samu ikawa inagusana na utamu wangu live bila chenga, yaani ilikuwa hatari. Wote tulikuwa akiiimya huku nikiangalia pembeni kwa aibu sijui, aliishushaje sijui alishushaje mikono yake, kwani nilishtuka baada ya kuiona ipo chini. Akaiacha mikono yangu ishikilie lile boya kisha akanishika kiuno changu na kuanza kulisokomeza lile mashine lake lililogoma kupita katika pachupachu yangu, lakini alihangaika kwa dakika kadhaa. Maji nayo yalimsaidia, mara kikapita kichwa tu huko, mashine ikiingia nusu, jicho lilinitoka, huku nikihema mithili ya mtu aliyekwama na tonge la moto kooni. Kabla sijakaa sawa, mara ghafla nilisikia maumivu makali kwa mara ya kwanza, kwani mashine ya kakasamu ilibana vilivyo. Ah, kaka naumia, nililia, lakini kakasamu alizidi kunidinya. Mara nikaanza kusikia utamu. Lo, kumbe kakasamu alikuwa amefika kwenye kilele na hivyo alikuwa anamaliza jambo lake. Nilijikuta na achia boya na kumkumbatia kwa nguvu akihema baada ya kunikojolea kwenye utamu wangu. Oh jamani, mapenzi kwenye maji yanalaa tena ni tamu balaa. Licha ya kwamba ndo ilikuwa mara yangu ya kwanza, lakini nilienjoy hakika. Tulipotoka ndani ya maji nilikuwa na hisi maumivu makali kiasi cha kushindwa kutembea. Najua sababu ni nini inayokufanya ushindwe kutembea. Acha tukodi boda boda twende nyumbani. Tukifika, ingia chumbani kwako moja kwa moja, ili mama asikushtukie, na endapo mama akikuuliza, basi nitamwambia unaumwa, sawa? Aliniambia kaka Samu, nikaitikia kwa kutikisa kichwa. Basi tukakodi bodaboda iliyotupeleka moja kwa moja mpaka nyumbani. Nilipofika tu niliingia chumbani kwangu kulala. Baadaye mama alinifuata zu, unajisikiaje mama? Aliniuliza mama kwa upole sana. Tumbo linauma, mama, nilimwambia, huku nikishika tumbo na kuigiza kama vile nasikia maumivu. Pole, Inawezekana umekula mavitu ya ajabu ambayo hajakupendeza katika tumbo lako, basi acha nikuletee dawa unywe, alisema mama. Kisha akatoka chumbani kwangu na kwenda kufuata dawa. Baada ya muda aliniletea vidonge pamoja na maji kwenye kikombe ili niweze kumeza. Ili ni lazimu kumeza vile vidonge vya tumbo na wala nilikuwa si umwe na tumbo haya. Pumzika sasa mama, eh, ugua pole, alisema mama na kuniaga. Sawa mama, nilijibu kwa madeko kama mgonjwa vile. Nilikaa siku tatu ndiyo maumivu huko kwa bibi yakapoa. Jamani, kuanzishwa utamu kukanifanya niwe na hamu balaa ajabu. Kaka Samu hakuwa na habari tena hata kidogo, na mimi ndipo nami niliogopa kumwomba turudie ule mchezo tuliofanya bichi. Nilishindwa nimwombeje jamani, yani nilikuwa na hamu balaa. Siku moja mama na baba walikwenda kijiji cha mbali kidogo, kulikuwa na harusi ya mtoto wa mjomba wangu. Nyumbani nikabaki mimi na kaka Samu. Sista aliniita, kaka niambie, nilimwambia ndipo akaniambia, mimi nataka nikuletee mgeni wangu hapa sasa. Ule wako uje kumwambia baba au mama, utanijua mimi ni nani. Usinitishe mzigo wako. Kaka Sam, tafadhali, kila unalolifanya lifanye kwa binafsi yako, ukijulikana msalani wako, mimi sihusiki kwa chochote kile. Nilimwambia kwa hasira, huku nikiwa na wivu bara kwa sababu nilijua kaka Samu anataka kuleta kidemu chake tena hapa nyumbani. Kwanza wewe unaonekana hata nikileta demu utasema, bwana usinisumbue, demu demu, hebu usinisemeshe mimi huko. Nilijibu kwa kisilani. Sikutaka nione kaka Samu anatembea na mtu mwingine wala mwanamke mwingine yoyote yule, maana utamu wake niliufahamu mimi mwenyewe. Ah, ilikuwa hatari. Ghafla nikamwona Kaka Samu akinifuata kwa macho juu juu, akanishika na kunisukumia ukutani. Nilianguka, akanikaba huku akiniambia, we ni mjinga, wasichana wenzako wote wanawapenda mawifi zao, wewe hutaki, hutaki eh? kuwa na wifi dada gani wewe? Niache, niache Kaka Samu nimesema niache. Nilimsukuma akaangukia huko, nikasimama na kukimbilia chumbani kwangu, akanifuata. Nilijitupa kitandani, akaja na kuniminya huko akinishika mikono yote, nikamkumbatia kwa nguvu, akaachia tabasamu. Wote tukabaki kimya, hakuna aliyesema jambo lolote lile. Ikawa sasa ni vitendo tu. Kaka bila aibu akanichojiwa nguo zote Unataka turudie utamu niliokupa siku ile bichi? Akaniuliza kaka Samu, akaniuliza nikatingisha kichwa kuashiria kwamba nataka na nahitaji. Tukaanza kushikana shikana, he kuja kushtuka wote tupo wote tupo sare, yaani tupo uchi, hatuna nguo. Nilianza kuwema kwa kasi ya ajabu. Kaka Samu alinipanua miguu yangu na kuupeleka ulimi wake kunako utamu wangu. Niligugumia tena kwa utamu, yani nilijikuta nikiropoka, nikiropoka maneno yasiyoeleweka. Jamani jamani, raha ya kunyonywa hapana. Mm, acheni. Ilikuwa hatari, kwani kwangu mimi ilikuwa ndio ilikuwa mara ya kwanza kufanyiwa jambo lile. Nilijikuta naongea lugha ambazo hazieleweki mithiri ya mlokole anaenena kwa lugha. Hebu acha ujinga, ndio naongea maneno gani hayo au na maana gani? Angalia usije ukadata, alisema alisema kaka Samu. Saa hiyo utamu wangu wa tunda la uzima ulikuwa umelowa, huku ukiwa na uteute -ute mwingi hapo sasa nilijikuta ni kihema balaa kichwani, kama nimevurugwa. Nilichokuwa na kihitaji ni kimoja tu waise. Basi kaka Samu alishika mashine yake na kuingiza barabara bara, tena moja kwa moja. Siku hiyo ndo alinipa mapenzi matamu na kujua utamu wa mapenzi, kwani sikuumia kama siku ya kwanza. Alinipeleka mputamputa mpaka mputa, nikahisi kuchanganyikiwa Alienda raundi tatu na mimi nikajikuta nimefika kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro mara mbili aise. Nilipiga kelele sana pindi nilipokuwa nimefika kwenye kilele, nilipata utamu mno na tena, utamu wake sikuwahi kuupata wala kuujua, na siwezi kuelezea kwa namna yoyote ile, kwani ilikuwa ni balaa na utamu wake sijui nifananishe na nini? Maana mm, ilikuwa ni hatari. Nakumbuka tulifanya mpaka usiku kabisa. Mara nikasikia huko nje kama mtu anatembea. Wewe kaka Samu, hebu sikiliza nje, kama kuna mtu anatembea vile, nilimwambia. hakuna mtu bwana, alijibu kaka Samu, huku akinifunua kanga yangu. Alitaka turudie tena mechi nyingine. Mara ghafla tulishtuka baada ya kusikia... Hii ni sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri, simulizi iliyokuwa tamu na utamu wa kila namna. Langu jina ni Mr. A e, Romantiki. Je, nini kinachofuata baada, baada ya kusikia mtu akiwa anatembea ni nani aliyokuwa katika mazingira hayo na nini kinachoendelea? Usikose muda na wakati mwingine katika sehemu ya tatu ya simulizi ijayo. Langu jina ni Mr A Romantic, kutoka hapa hapa simulizi Tz. Asante na kwa heri.